Kuna siri kubwa sana ya kiulimwengu katika kuanika maji juani. Nadhani wengi mlishawahi kuanika maji juani kwa ajili ya kupata moto kisha kwenda kuogea. Sasa leo nataka ni kufichulie siri ambayo najua wengi walikuwa hawaifahamu. Unapoanika maji juani, ile nishati ya jua huwa inaingia mpaka ndani ya maji, halafu yale maji sasa yanabadilika, yanakuwa siyo maji ya kawaida tena yanakuwa ni maji ya utakaso, uponyaji na maji yaliyobeba baraka nyingi sana za ulimwengu au universe. Na yeyote yule ambaye atatumia maji hayo anakuwa anabeba baraka za kiulimwengu na chochote kile atakachokifanya kwa kupitia maji hayo basi atafanikiwa. Sasa hapa, unachotakiwa kuzingatia si kuanika tu maji juani, bali kuna vitu unatakiwa kuvifanya ili yale maji yaweze kupokea hizo baraka za ulimwengu na uweze kuyatumia kwa faida yako. Unapoweka maji juani, halafu yale maji yakapata lile joto la jua, hayo maji yanakuwa na yanabeba nguvu chanya lukuki na nguvu hizo zinakuwa zina uwezo zina wa kuondoa nguvu hasi zozote zile, zinaweza zikawa ni nguvu za kichawi, nguvu za laana au nguvu zenye vifungo vyovyote vile ambazo zimekutawala. Maji yaliyoanikwa juani yanaweza kukusaidia katika ustawi wa kimwili, yani ustawi wako wewe binafsi, kuzaliwa upya, yani kuachana na yale mambo mabaya yote ya nyuma na pia maji ya jua yanaweza kukusaidia katika kukuletea kitu chochote kile ambacho wewe unakihitaji katika maisha yako. Sasa basi, unaweza ukawa unajiuliza ninafanyafanyaje ni ili niweze kupata baraka za maji ya jua. Naomba unisikilize kwa makini sana, kwa sababu nipo hapa kukuelekeza, kukufundisha na kukuinua. Kwa hiyo nifuatilie kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii, utapata kitu kikubwa sana katika video hii. Naomba nikukumbushe jambo la msingi, kwa wale wote wageni na wenyeji ambao bado hamja subscribe channel hii, na kuomba usubscribe ili usije kupitwa na video nyingine zinazofuata. Karibu sana. Jambo la kwanza kabisa la kuzingatia unapotaka kuandaa maji haya, hakikisha una chupa au kikopo cha glass kama hiki unavyoweza kukiona hapa, yaani kiwe na uwezo wa kuonesha vitu vilivyomo ndani. Ni muhimu sana iwe ya glass, isiwe ya plastiki. Tafadhali sana zingatia jambo hilo, na pia hakikisha chupa yako au kikopo chako kina mfuniko. Hii itasaidia sana unapokwenda kuanika maji yako yasiweze kuingia vumbi au takataka za aina yoyote ile. Kwa hiyo zingatia sana. Kama utakosa kikopo kama hiki, unaweza pia ukatumia chupa ya soda. Sidhani kama kuna mtu atakosa chupa ya soda. Kwa hiyo utachukua chupa ya soda pamoja na kisoda chake cha kufunikia, ili kuzuia vumbi pamoja na takataka. Kwa hiyo unaweza kuona hiki ndio kifaa ambacho kinatakiwa wakati unataka kuandaa maji kwa ajili ya kuanika juani. Sasa ndani ya hiki kikopo utatakiwa kuweka maji, unaweka tu maji ya kawaida yoyote yale ambayo yanapatikana katika mazingira yako, na hakikisha unaweka maji masafi. Haya hapa ni maji yangu, nimechota bombani ni maji ya kawaida kabisa. Kwa hiyo nitamiminia haya maji katika kikopo changu, unaweza kuona jinsi ambavyo ninamimina maji yangu. Hili zoezi unaweza kulifanya katika siku yoyote ile. Jambo la msingi la kuzingatia ni kwamba hakikisha unalifanya mchana, kwa sababu mchana ndipo ambapo kunakuwa na jua, na hakikisha hiyo siku kunakuwa na jua la uhakika. Baada ya hapa, utatakiwa kufunika chupa yako au kikopo chako cha maji, kisha unaweka nia. Kabla ya kuweka nia yako, hebu jiulize ni nini unachotaka kutoka kwa ulimwengu kisha hilo jibu lako sasa ndio linaligeuza linakuwa kama nia ya yako sasa wakati umeshikilia maji yako mkononi kama hivi fumba macho yako kisha vuta picha ya kitu unachokitaka huku ukiwa unatamka hayo maneno yako na hakikisha hayo maneno yako ni yale maneno yenye nguvu Usitamke maneno dhaifu. Nadhani nilishafundisha sana kuhusiana na hili swala la maneno yenye nguvu. Hutakiwi kujitamkia udhaifu au kuonesha hali ya uhitaji. Ulimwengu huwa hauhitaji watu wa staili hiyo. Ulimwengu unahitaji watu majasiri, watu wanaojiamini, na watu waliojawa matumaini. Kwa mfano, unaweza kutamka maneno kama haya: mimi ni jasiri, mimi nina amani Nipo tayari kwa mabadiliko. Mimi ni tajiri au mimi nina maisha yenye furaha na afya tele. Yaani, haya ambayo unayatamka hapa ndiyo mahitaji yako, lakini unayatamka kwa staili ya kama vile tayari unavyo. Kwa hiyo hapo utaonyesha ulimwengu wewe ni kwa jinsi gani una matumaini, ni kwa jinsi gani una ujasiri na ni mtu mwenye nguvu. Epuka sana kauli za nataka nahitaji. Licha ya kwamba wewe unahitaji kitu kutoka kwa ulimwengu, lakini ni lazima utamke kama vile tayari kimetokea. Naam, hivyo ndivyo ulimwengu unavyotutaka tuwe. Ukishatamka maneno yako, kinachofuata ni kwenda kuyaanika maji yako juani kwa muda wa masaa matatu. Sasa hapa nisikilize kwa makini sana. Kuna maeneo maalum ya kuzingatia wakati unapoanika maji yako. Sio tu unaanika kiholela sehemu yoyote, hapana. Sasa nisikilize kwa makini sana ili niweze kukuelekeza ni wapi unatakiwa kuanika maji yako na wapi hutakiwi kuanika hayo maji. Sehemu ya kwanza ambayo unashauriwa kuanika maji yako ni kwenye mwamba au kwenye jiwe. Kama unavyoweza kuona hapa. Utaweka maji yako kwenye mwamba kama hivyo. Unaweza kuona vizuri. Hapo ni sehemu ya mwamba ambayo inapigwa vizuri na jua. Na sehemu nyingine ambayo unaweza ukaanika maji yako ni kwenye mchanga. Unaweza kuona, utaweka chupa yako au kikopo chako kama hivi kwenye mchanga. Mchanga pia huwa unatoa element chanya kutoka katika dunia. Kwa hiyo, mwanga wa jua ukikutana na nishati ya mchanga, maji yako yanakuwa very powerful, yanakuwa yamebeba nguvu nyingi sana za ulimwengu. Kwa hiyo, hapa kama unavyoyaona haya maji yanapokea nishati ya kutosha kutoka katika jua na pia vile vile yanapokea nishati kutoka duniani. Ni muhimu sana kuzingatia chupa yako au kikopo chako kiwe transparent, hakikisha hakina rangi wala michoro, sio ya maua au kitu gani. Hii ni muhimu sana, ili ile nishati ya jua iweze kufika moja kwa moja katika maji. Chupa yako au kikopo chako kinapokuwa na rangi kitazuia ile nguvu isiweze kufikia yote katika kichupa chako au chupa yako. Na sehemu nyingine inayoshauriwa kuanika maji yako ni katika changarawe. Hivi vyote ni vitu ambavyo vimebeba nishati chanya ya dunia kwa hiyo unapoweka maji yako hapo nayo yanafyonza zile nishati chanya kutoka katika dunia na muda huo huo inakuwa maji yako yanakuwa yanapokea nishati chanya kutoka katika jua kwa hiyo unapoanika maji yako kwenye changarawe unazidi kuyapa nguvu na kuyafanya yawe very powerful kwa kupokea nguvu kutoka katika jua na kutoka duniani. Hizi changarawe zimebeba nguvu nyingi sana za dunia. Kwa hiyo basi, wewe utaangalia ni eneo lipi unaweza kuanika maji yako. Unaweza kuchagua kuanika juu ya jiwe, kwenye mchanga au kwenye changarawe kama hivi, na utatakiwa kuanika kwa muda wa masaa matatu mfululizo. Kwa hiyo zingatia sana hiyo siku iwe na jua la mfululizo. Hakikisha hakuna mawingu wala mvua. Baada ya masaa matatu utatoa maji yako tayari kwa matumizi. Yapo matumizi ya aina mbalimbali mbali. Matumizi ya kwanza ni kusafisha mikono yako, yani kunawia mikono yako. Unaponawia mikono yako, maana yake unaibariki mikono yako na kuiponya, ili chochote kile kitakachokwenda kuguswa au kufanywa kwa kutumia mikono hii kiwe na baraka, kiweze kuleta matunda mazuri na matokeo mazuri. Unaponawa hivi haya maji ya jua katika mikono yako unaipa nguvu mikono yako, ulimwengu unakuwa unaibariki mikono yako. Kwa hiyo chochote kile utakachokifanya lazima kitakuletea mafanikio. Ukisha nawa haya maji unaweza kuyamwaga popote tu, yanakuwa hayana kazi tena. Lakini pia ipo njia nyingine ya kuweza kuyatumia haya maji, ambapo njia hiyo ni kuogea. Hapa utachukua ndoo yako ya kuogea kama siku zote, kisha utaongezea yale maji ambayo ulianika juani kwa muda wa masaa matatu. Na wakati unanyunyizia haya maji katika ndoo yako ya kuoga, utatakiwa wewe unajitamkia tena yale maneno yenye nguvu. Sema, maji haya yanaenda kuniponya na kunitakasa kiroho, ninakwenda kuwa mtu mpya, ninakwenda kuwa mtu mkubwa sana duniani kwa kupitia maji haya. Baada ya hapo, utatakiwa kuoga maji yako na unaoga kama kawaida unavyoogaga siku zote na ni muhimu sana uogee bafuni, usiogee chooni au usiogee katika bafu ambalo limechanganyika na choo. Lakini pia unaweza kutumia maji haya kwa kunywa. Kama lengo lako ni kunywa haya maji, hakikisha unapoyaanika unaweka maji safi na salama. Pia unaweza ukatumia maji haya kama mbinu ya kujilinda kiroho unaweza ukawa unanyunyizia katika pembe za chumba chako au mlangoni kwako ili kuweka ulinzi wa kiroho kusababu, kwa sababu haya maji yanakuwa yamebeba positive energy, yani yamebeba nguvu chanya. Kwa hiyo nguvu zozote hasi ambazo zitajaribu kuingia katika nyumba yako maji haya yatazuia. Hii ni kwa wale wote ambao wanaamini katika nguvu za ulimwengu. Haijalishi wewe ni dini gani, uwe Mkristo au uwe Mwislamu, nguvu za ulimwengu zinafanya kazi kwa mtu yoyote yule. Jambo la msingi tu ni wewe kuziamini. So naomba nikuulize, je, unaamini katika nguvu za ulimwengu? Kama unaamini, basi karibu katika ulimwengu wa mafanikio na ushindi. Kwa Waislamu huwa tunasema inshallah na kwa Wakristo huwa tunasema katika jina la Yesu. Hakuna kitu kinachoshindikana. Kama unaamini, andika hapo chini, nipo tayari kwa mafanikio. Unaweza kurudia kufanya jambo hili mara kwa mara, hakuna limiti ya kufanya. Yani, unaweza ukaanika leo ukaja ukaandika tena kesho. Yani ni wewe tu na muda wako na mahitaji yako. Na mtu anaweza akauliza, je, nikianika haya maji yakiwa kwenye ndoo je, yeah, naweza nikapata hizo baraka za ulimwengu? Mara nyingi ndoo zetu za kuogea huwa zinakuwa aidha za plastiki au za bati. Sasa material hayo ni vigumu sana kuweza kupitisha ile miale ya jua moja kwa moja iweze kuingia kama ambavyo ilivyo katika material ya glass. Ndio maana tunashauri, tumia chombo cha glass ili uweze kupata elements zote zinazotakiwa na mtu anayeruhusiwa kufanya zoezi hili ni yoyote yule ambaye anatizama video hii na anaamini katika utendaji kazi wa nguvu za ulimwengu. Na ninaomba tu nikuambie, huu sio ushirikina wala sio freemasons kama wengine mnavyoniuliza. Hizi ni nguvu za asili za ulimwengu. Nguvu hizi zilikuwepo tangu dunia inapoumbwa. Kwa hiyo ni hiari yako uamue kuzitumia au kuto kuzitumia. Pia nina page peji ya Facebook inayojulikana kwa jina la Nguvu za Universe. Unaweza kusearch na ukanifollow ili uendelee kujifunza pia kwa njia ya maandishi. Kama utakuwa na swali lolote, hakikisha unaniuliza hapo chini kwenye comment nami nitakujibu. Na kama bado ulikuwa hujasubscribe channel hii, hakikisha unasubscribe ili usije kupitwa na video zetu nyingine zinazofuata.